Tusiangalie makampuni tu mazuri ila tuangalie wakurugenzi wazuri. Kama ni kusoma, investi kwenye kusoma. Kama ni kufanya kazi, investi kwenye kufanya kazi. Hakikisha kile kitu ambacho unataka kukifanya, kile kitu ambacho umedhamiria kukifanya, basi investi hapo. Naitwa Sadati Siraji Suleiman, ni cinematographer anda fx studio, lakini pia ni founder wa Veb Visual Storytelling Lab ni labu inaohusika na masuala ya training upande wa videography, photography, pamoja na drone pilot. Miongoni, uh, mwa vitu ambavyo nimekuwa ninavifanya ni kutengeneza maudhui na nimejikita sana kwenye upande wa harusi kwa maana ya wedding pamoja na makala yani, documentary. Tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba ndo mwaka ambao nilianza kujifunza kutengeneza video pamoja na picha. Nilianzia kwenye picha, lakini nikavutiwa zaidi kufanya videografi kwa sababu nilikuwa ninaona a, kwenye video kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukavielezea, kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukavisimulia kwa wakati mmoja ukilinganisha na picha. Kwa hiyo tangu muda huo wote nimekuwa ninajikita sana kwenye kujifunza kuangalia wenzetu wanafanyeje nje. Uh, kuangalia watu ambao wako zone tofauti na sisi, uh, wanafanyeje? Makala zinafanyikeje? Kwa hiyo ni vitu ambavyo nimeweka muda wangu mwingi katika kujifunza, na mazingira ambayo niko nayo. Mazingira tuliyonayo sisi sio mazingira ambayo yanaweza ya kaovaid kulingana na nature yetu kulingana na watu ambao tumekuwa tunakutana nao mara kwa mara ni tofauti na miji mingine ambayo unakuta kuna mchanganyiko wa mataifa. Uh, by the way, pia mimi ya, since kabla sijaingia kwenye masuala ya videography, mimi nilikuwa ni conductor. Uh, nimefanya sana kazi kwenye highs 2014, 2015 IC ambazo zilikuwa zinaelekea maeneo ya Ibanda kwa watu ambao wanakaa Kirumba wanafahamu kwa hiyo nilijifunza driving nikafahamu. Baada ya hapo, opportunity ikawa ni ngumu, tuka nika apply sana kwenye mahotel, swala ambalo lilikuwa ni gumu pia. Kwa hiyo nikaingia kwenye daladala. Baada ya hapo nikaingia kwenye taxi. Lakini siku moja nilikuwa ninataka kutoa fedha kwenye simu yangu, na ndipo nilipopita nitae bantu nakuta kuna studio nikasema, ilikuwa ina huduma ya Mpesa. Baa, nikasema wacha nifike, nitoe fedha then niondoke. Kwa hiyo nilipofika, nikamkuta dada mmoja alikuwa anaitwa Aisha. Akanipokea, akaniambia, nataka kusaidiwa kitu gani? Nikamwambia nahitaji kutoa fedha, shingapi, nikamwelezea. Akanambia, soke unaweza ukatoa. Lakini nikawa nimependa namna ambavyo alinikaribisha na namna ambavyo nilikuta studio. Sikutegemea kama ma ma mazingira studio, ya studio ndivyo ambavyo yanatakiwa kuwa, kwa sababu nilikuwa sijawahi kuingia studio ya aina yoyote, hasa studio za picha pamoja na masuala ya video. Kwa hiyo nilikuwa sijui chochote, ila mazingira yalinivutia na nikakuta ni watu ambao wanafanya vitu vingi zaidi. Kwa hiyo nilivyotoa fedha, nikamaliza, nikaongea naye, nikamwambia mimi na, natafuta kazi pia. Akanambia <coughs> ongea na na fulani ongea na huyu hapo mkaka mmoja na nywele ndefu anaitwa Hyper, lakini kipindi hicho alikuwa amefuga nywele nyingi, kwa akaambia ongea na na ongea na Hyper kaambia, it's okay. Kwa hiyo nilienda nyumbani nikamdanganya nika, kaka yangu kaka yangu mmoja anaitwa Mlokozi alikuwa anafanya kazi Star TV nikamwambia brother, kuna sehemu nimekwenda kuomba kazi, lakini I think ukienda wewe itani wewe utakuwa ni refari mzuri kuhakikisha mimi napata nafasi pale, kujifunza ili niweze kujua pia, kwa sababu sisi elimu tunayoipata au elimu ambayo tumeipata tumepata elimu katika mazingira tofauti tofauti na makuzi, shule zenyewe ndo elimu hii ya Kitanzania ambayo inatolewa, hatulaumu sana, lakini inatutengeneza kuwa watu ambao tunaweza tukajitegemea. Yani usichukue stori za shule ukazileta mtaani, hapana, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nikajiongeza kulingana na exposure ambayo tayari nimeshapata, kulingana na maisha ambayo tayari nimeshapitia, nikaona natakiwa kumove, nitoke kwenye masuala ya daladala, niingie kwenye karia nyingine ambayo inaweza ikanipatia kipato na nikaweza kusurvive. Kwa hiyo kaka yangu alikuja akaongea na Haipa Haipa akamwambia aje, tutakaa naye tutamuona akitufaa basi tuta, tutatembea naye. Nilipokuja nililipia gharama kidogo, kila kitu ni gharama kwa hiyo nilipia gharama za kuweza kujifunza kabla sijajiendeleza. kwazile gharama za mwanzo ndo mpaka leo ninaziishi. Naweza kusema kwamba tayari nilivyolipia nikapata muda wa kujifunza, nikakutana na best team, nikutana na vijana ambao pia walikuwa wana moto, yani wanatamani kufanya kitu kwenye nyanja tofauti tofauti. Kwa hiyo tulivyokaa pamoja, tukatengeneza team tukaanza safari yangu ya videography ilianzia hapo, kuanzia mwaka 2017 nafikiri mwishoni, mpaka leo nimejikita sana kwenye kuhakikisha ninatengeneza maudhui ambayo ni bora kuhadisia hadithi za wanandoa ndani ya siku moja, sababu wanaweza wakawa wana mahusiano ya muda mrefu, lakini mahusiano yao aa, yanapofikia kilele, ndio hicho kilele ambacho tunakiita ni wedding siku ya ndoa, siku ya harusi ambapo uh, kila mtu anaenda kula kiapo. Nina fall in love sana na kufanya harusi kuliko kitu kingine, kwa sababu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine sio jambo rahisi, lakini kumwaminisha yule mtu ambaye hajaingia kwenye ndoa kwamba ndoa ni nzuri ni pale ambapo anaanza kuona uh, highlights anaona picha za harusi yani, kuna vitu vingi ambavyo vinamujia, vina vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye harusi, ni vitu vingi sana, lakini ukiangalia kitu ambacho kinabakia cha mwisho na kila mtu baada ya hapo, ndo huwa anaulizia, huwa anaulizia picha, anaulizia na video. Hivi vitu viwili ndo vinauliziwaga kuliko vitu vingine. Ataulizwa ulishona wapi, nani alikupambia, chakula alikuwa ni nani, lakini havionekani kama hakuna videographer na kama hakuna photographer. Kwa hiyo mimi nafikiri videographer na photographer kwanza ni kazi kama kazi zingine, na watu wanatakiwa kuichukulia hivyo, na ni kazi ambayo ina uwezo wa kulisha familia, ina uwezo wa kuendesha maisha yako, na ina uwezo wa kukufanya wewe ukawa somebody, ukawa mtu fulani kwenye jamii, ukaweza kutunza kumbukumbu kumbu za watu kupitia picha na video, swala ambalo mimi natamani kuendelea kukua kwenye eria hiyo, lakini pia kukua zaidi kutoka kwenye masuala ya harusi na kwenda kwenye uh, masuala mengine ambayo yananikuza zaidi katika, katika kalia na muda wote huo nimekuwa nafanya hivyo, lakini kwa sasa nimekuja na program na hii ni project yangu ya mafunzo ya kuwafundisha vijana kuhusiana na videography, photography pamoja na drone, vitu ambavyo mimi nimevijifunza takriban ni mwaka wa sita sasa. Ni muda tangu nimejifunza. Kwa hiyo nafikiri ni wakati sasa wa kufundisha generation nyingine. Uh, miongoni mwa generation tulionayo sasa hivi ni generation ambayo inakwenda speed, ni vijana ambao wako kasi, ni vijana ambao uh, wengi hawajajua wanataka nini, lakini ukimswitch anajua anataka nini. Wengi tunataka fedha ya mapema, fedha ambayo ni ngumu kupatikana. Kwa kama unahitaji urahisi wa kufanya, ujue una shortcut, ambayo shortcut itakuumiza. Lakini kama unataka uende mbali na ufike mbali, kuna mchakato ambao unatakiwa kuupitia. Kwanza ni mchakato wa kujifunza. Pia usifanye katika kampuni nzuri tu, hapana. Fanya kwa mkurugenzi ambaye ni mzuri. Kwa nini? kampuni sio nzuri, lakini mkurugenzi mzuri. Mkurugenzi mzuri ni kwa sababu atakupitisha kwenye mifumo ambayo yeye imemfanya afanikiwe na aweze kuwa na kampuni. Atakufundisha jinsi ya kuzungumza na client, atakufundisha namna gani unatakiwa kubehave, atakufundisha nani unatakiwa kuwa naye kwa wakati fulani na nani hutakiwi kuwa naye kwa wakati fulani. Lakini kampuni, ukisema kampuni nzuri. Kampuni ukisema nzuri, always inataka watu wazuri, inahitaji mtu ambaye ana uwezo wa kutekeleza majukumu yake kwa asilimia sabini na tano. Wasikuambie cha kufanya, ukifika ofisini utekeleze majukumu yako kwa asilimia hizo ambazo nimezitaja. Kwa hiyo unapolega au unapokuwa na spidi ndogo. Kampuni nzuri huwa haihitaji mtu ambaye ana speed ndogo. Wao watakuondoa automatically. Kwa hiyo ukifanya kwa mkurugenzi mzuri, kuna baadhi ya vitu ambavyo anaweza akakusaidia. Tusiangalie makampuni tu mazuri, ila tuangalie wakurugenzi wazuri, tuangalie mabosi wazuri ambao wanaweza wakatufundisha na then sisi tukawa waaminifu kwao, tukafanya nao kazi. Leo hii mimi nina uh, leo hii mimi nina Veb uh, ambayo nime nimeifungua ikiwa ndani ya FX, na namshukuru Mwenyezi Mungu inaenda vizuri mpaka sasa. Tumeshafanya workshop mbili uh, workshop ya kwanza ilikuwa mwezi Januari mwaka huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano, tarehe ishirini na nane. Lakini pia tumesogea tukafanya mwezi wa nane pia tukafanya masterclass ilikwenda vizuri, na tunategemea matokeo mazuri, na tunategemea tena tufanye uh, nyingine ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo naangalia jinsi gani naweza nikawainua vijana kutoka kwenye dhana walionayo kwenda kwenye dhana nyingine. Ninajaribu kuwa coach na kuwa train, kuwa ni watu ambao wanasovu matatizo. Kijana unapokuwa una uwezo wa kusovu tatizo, kijana unapoweza kutatua matatizo basi unakuwa ndo kijana, unahitajika kwenye jamii. Tunahitaji watu ambao wanatatua matatizo, hatuhitaji watu ambao wanazungumzia matatizo kama kitu ambacho kimewakwamisha. Unaweza ukasema mzazi wako ameharibu maisha yako tangu unazaliwa mpaka ulipofikisha miaka 18 ulipotoka. Lakini count kuanzia 18 mpaka miaka ulionayo sasa hivi, labda una miaka 28. Kwa hiyo kama mzazi aliharibu miaka yako kuanzia mwaka mmoja mpaka ishirini na sasa hivi una thelathini Kwa hiyo una miaka kumi ambayo umejilea wewe mwenyewe na ujafanya kitu chochote, basi mzazi wako alikuwa yuko, yuko sahihi. Wewe tu ndo haujajua namna gani ambavyo unaweza ukajipush na ukafika sehemu nyingine. Uh, watu wengi wamekuwa wana ni dm na kutamani kujua namna gani ninafanya kazi au ni namna gani kuna yani, kuna ugumu gani, kuna changamoto gani ambayo nimekuwa ninaipata kwenye kazi? Ni niwatoe hofu, videografi ni kazi nzuri na fotografi ni kazi nzuri, inategemeana na wewe unaipeleka katika nyanja gani, lakini siyo kazi ambayo uh, ina ugumu kiasi hicho. Mi mara nyingi napenda sana kuwatania vijana, nawambia kazi tunaoifanya sisi ni kazi ya anasa. Mtu anaweza akaamua kupiga picha au asipige picha, anaweza akaamua ashuti video au asishuti video. Kwa hiyo tofauti kati ya mimi na watu wengine katika kazi ni namna kazi zangu ambavyo mimi nimetaka ziwe ni namna ambavyo uh, stori yangu mimi ninataka imfikie mtu. Huwa spendi sana kuweka vitu vingi kwenye video kwa sababu ninaamini uh, ule uchache wa vitu na kuonyesha vitu vichache vizuri ndo kitu ambacho ni kila mtu anatamani kukiona. Kila mtu uh, uwezo wa mtu kuangalia kitu unachukua dakika mbili mpaka dakika moja, na ndio maana ukiangalia Instagram tume, tuko limited, kwenye hicho kitu kwamba uonyeshe vitu vichache kwa uzuri. Sasa, tunapozungumzia urahisi wa videography ni pale ambapo unafanya kitu kwa mapenzi, pale unapo tunapozungumzia, nikijizungumzia mimi kwenye urahisi wa kazi zangu, ni pale ambapo ninafanya kitu kwa mapenzi. Mimi napenda sana ku shoot video, ku shoot aina staili tofauti tofauti za video na ku edit. kwa hiyo huwa si Sipendi kuweka effect nyingi kama Wahindi. Uh, najaribu tu clean na kuweka smart kwamba nipangilie story yangu iweze kueleweka kuanzia picha ya kwanza nitakayoipanga mpaka picha ya mwisho kwenye ending. Lakini pia huwa nafata sana dialogue. Uh, kuna mtu anaweza akazungumza wa mwisho lakini nikamfanya wa kwanza katika kuzungumza kulingana na stori alizungumzaje. Lakini kuna mtu mwingine alizungumza, labda amezungumza vizuri, lakini ukipeleka kwenye jamii haito sound good. Kwa hiyo ninajaribu ku kuweka, najaribu kuweka balance, kuweka uyano sawa, ambapo mimi namlenga mteja, nalenga wateja wengi nyuma ya mteja mmoja. Ninazungumza hivyo kwa maana ya kwamba mtu akishafanya harusi, amefanya amemaliza, lakini pale ambapo kuna watu wengine kuna wadogo zake kuna kaka zake kuna rafiki zake, hao ndo watu ambao nina, nina walenga zaidi. Kwa hiyo ninatamani kuendelea kufanya bora na kuendelea kupunguza kadiri itakavyowezekana, ili niweze kupata kitu ambacho ni kizuri na kitu ambacho ni, ni smart pia. Watu wengi wanafundisha na vipo vyuo ambavyo vinatambulika kiserikali kufundisha kuhusiana na maswala mass communication pamoja na mass media na vitu vingine kama hivyo, wanafundisha vizuri, na kuna watu ambao tuna collaborate nao kutoka Dar es Salaam kama Kalaleva na watu wengine. Veb imekuja kuwa ni suluhisho, Veb imekuja kuwa suluhisho la vijana kutoka mtaani, vijana ambao hawajapata fursa vijana ambao hawajajua nini wafanye, vijana ambao wako makazini wako mashuleni na wako mtaani, ni kitu gani wanaweza wakajishughulisha nacho? Ndio maana tuna ndio maana tumeanzisha lab ya Veb. Uh, kirefu cha Veb ni Visual Storytelling Lab, yani ni labu inaohusika ni lab inaojihusisha na uandaaji wa story uh, kwa maana ya kufundisha fundisha jinsi ambavyo unaweza ukaandaa story, jinsi ukashoot, kufundisha jinsi ambavyo unaweza ukashoot, kufundisha jinsi ambavyo unaweza ukafanya setup za kamera, unaweza ukarusha drone, unaweza ukafanya vitu vingi tu, ndani ya Veb tunatoa mafunzo, ndani ya Veb tunatoa mafunzo. Ndani ya Veb tunatoa mafunzo ya videography, photography na drone pilot. Uh, kupitia Veb tumekuwa tunajitahidi sana kuleta vijana karibu ambao wana idea ambao wana stori ambao wanatamani kufanya filim ambao wanatamani kuwa mafotografa. Kwa hiyo ili uweze kufanya kitu kwa uzuri, lazima ujifunze. Ili uweze kufanya kitu kionekane, lazima ujue unatakiwa ukipeleka wapi. Kwa hiyo kupitia Veb tumekuwa tunafundisha technical, uh, kwa maana techniques za videography na photography. Sisi hatufati silabasi, sisi tunafata experience. Experience ambayo sisi tumekuwa nayo kuanzia tunajifunza mpaka leo ndio experience ambayo tumekuwa tunawafidi vijana, kuhakikisha vijana wanajifunza na wana, wanaelewa ndani ya muda mchache. Ukiwa ndani ya Veb unaweza ukajifunza vitu vingi, utakutana na field, utakutana na walimu ambao ni wazoefu, utakutana na watu ambao sio kutoka shule tu. Aha, ni wale watu ambao wametokea ndani ya field Yani, watu ambao wamefanya fieldi kwa muda mrefu, watu ambao wamefanya vitu tofauti tofauti, watu ambao wamejiengage na jamii kuhakikisha wanazungumza story au wana tell the story. Kwa hiyo sisi katika kuhakikisha mwanafunzi anajifunza na anakuwa bora, tumejikita sana katika kufundisha uh, ubunifu, kufundisha utofauti Yani, tunaamini kuhusiana na ubunifu na utofauti, unaweza vipi ukajitofautisha wewe na mtu mwingine, unaweza vipi ukawa mbunifu kwenye kile kitu ambacho tayari kimeshafanyika, lakini wewe unaweza ukafanya au kafanya bora zaidi. Hicho ndio kitu ambacho tumekuwa tunakifanya kwenye vebu. Lakini web imekuwa ni suluhisho la vijana wengi, kuhakikisha vijana wanapata ajira, kuhakikisha kuhakikisha vijana vijana wana wana uwezo wa kujiajiri wenyewe, kuhakikisha vijana wana uwezo wa kujisimamia kama nilivyozungumza kwamba dunia sasa hivi ni dunia ya kasi sana, ni dunia ambayo inahitaji umeshoot, umeedit, umepost, umeshoot, umeedit, umepost, kwa hiyo ni dunia ambayo inahitaji kila kitu, delivery yake inakuwa haina muda mrefu sana kwamba utakaa utaanza kuedit utasubiria, si utafanyaje? Hapana. Na kumbuka, wazo wakati ninalipata, nilijaribu kushare na brothers tofauti tofauti lakini nilishare nao kwa namna ya kuwasikiliza wao wanazungumzaje, lakini nitamani kwamba nijifunze zaidi, na nikahudhuria baadhi ya madarasa ili niweze kujua teknikali, mwanafunzi anafundishweje? Mtu ambaye hajawahi kushika kamera, mtu ambaye hajawahi kushika kompyuta, unaweza vipi ukamfundisha na akawa na progress nzuri kwa muda mfupi? Swala so, ambalo lilikuwa ni gumu sana lakini nakumbuka kuna brother mmoja alinambia, ukitaka kuwa bora, anza sasa. Na hiyo ni kauli ambayo nimekuwa ninawaambia vijana wengi kwamba anza sasa hivi, yaani usisubirie mpaka uje uwe mzuri. Kama unasubiria ah, mimi unajua, nikishafikisha miaka ishirini na tano ndo nita nitafikiria option B, hapana. Kama una option B, achana option A, nenda kwenye option B. Ah, nilikuwa namsikiliza Anold Shosniga anasema yeye katika maisha yake aliweka gols nne na hakuwahi kuwa na plan B, swala ambalo mimi mpaka kesho sina plan B na plan A, na siku nikiwa na plan B basi nitakwenda kwenye, kwenye plan B, nitaachana na plan A. Hakuna muda wa kupoteza kwenye karne ya sasa hivi tulionayo. Hakuna muda wa kusema nitaanza kesho, hakuna muda wa kusema nitaanza baadaye. Anza sasa. Kama unataka kuwa videographer anza sasa, tafuta watu wazuri, njoo Web, tutakufundisha. Nenda kama unahitaji kuingia darasani. Kuna wale wasongolisti wanapenda kuingia darasani kwanza, nenda darasani, utajifunza misingi, lakini ukija kwetu sisi tutakufundisha experience na tunaamini utakuwa bora zaidi kuliko hapo ambapo unajiona. Lakini usiwaze, usiwaze sana kesho, waza leo, ninaifikiaje kesho uh, tunaweza tukamwangalia mtu kama, tunaweza tukamwangalia mtu kama Diamond wakati yeye anatoka, mimi nilikuwa sekondari, lakini nikihesabu kuanzia ule muda mpaka sasa, naona na mafanikio makubwa, na hayo yote ni mafanikio ya kuthubutu. Yaani anajaribu, inakataa, anaingiza tena, inakataa, anaingiza tena, inakubali, inakataa, anaingiza tena, inakubali, inakataa, anaingiza tena, inakubali, inakata, na kwa kama kijana usiseme usi, usi kwamba mimi am done hapana, bado bado na bado tena. Kauli ni vitu vichache sana, yaani miongoni mwa vitu natakiwa kuvifanya ni vitu vichache, kati ya vitu vitatu ambavyo ninaviamini: cha kwanza fanya kazi, cha pili fanya kazi na cha tatu fanya kazi Hichi ndio kitu ambacho kitakutofautisha wewe na mtu mwingine. Namna unavyoweka jitihada, namna unavyoweka jitihada, namna ambavyo umekuwa una focus na kazi zako, namna unavyotengeneza mahusiano baina ya watu wengine na namna ambavyo unatamani kuhakikisha idea yako inafika mbali, basi weka jitihada katika eneo hilo. Hakikisha kile kitu ambacho unataka kukifanya, kile kitu ambacho umedhamiria kukifanya, basi investi hapo. Kama ni kusoma invest kwenye kusoma, kama ni kufanya kazi invest kwenye kufanya kazi. Lakini tufanye kazi, lakini tusisahau tuna maisha pia. Lazima tujilipe, lazima tuwaangalie watu ambao wako karibu yetu, zikiwemo familia zetu, wazazi wetu, aa, watoto. Lakini pia tuwe tunapata time ya kuwa tunakwenda mtaani, tunawasikiliza na watu wengine, kwenda mtaani kuwasikiliza vijana ambao wewe unamuona kama amepotea, lakini nyuma yake kuna stori ambayo inaweza ikakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine.